Kwa hiyo mpaka sasa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wengine wanapata vipimo, wengine wameshaanza ma matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Mpaka sasa Jeshi la Polisi Mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T 406 CZS na tera lake namba T 804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari ikiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali iliyopelekea vifo vya watu tisa. Ajali hiyo imetokea Juni kumi na mbili mwaka huu 25 muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera Kibaoni, kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro, ambapo gari yenye namba za usajili T 523 EKM, hii ni aina ya Higa basi likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Mohamed Mkwiz mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam ambaye amefariki kwenye ajali hiyo, likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na lori la mizigo lenye namba za usajili T 406 CZDS na trela lake namba T 804 BUB aina ya Scania. Nilikuwa natoka Morogoro naenda Mikumi, tukapanda fuso nikiwa na babangu mzazi, lakini kufika maeneo ya Lugono yani, nilichokiona mimi ni kwamba kuna basi ilikuwa linakuja mbele yetu, lile basi ilikuwa lina overtake. Kwa hiyo lilipokuwa lina overtake, likaja likapushi gari tulikuwa limepanda sisi, ilikuwa limepakia limebeba sukari kwa lile nani la sukari likadondoka. Lilivyodondoka, gari letu likakosa mwelekeo, likapaa, likadupukia darajani. Baada ya pale, nilichokishuhudia ni, ni dereva anakimbia.